Kwanza leo tuko hapa uh, na, na hii ni utekelezaji wa maagizo maelekezo mahususi ambayo uh, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameyatoa uh, kwamba uh, Watanzania wote ndugu zetu walioko katika nchi za Israel na Irani wa, wa, wa facilitated ili waweze kurudi nyumbani. Kwa hiyo leo hii tumeweza kuwapokea eh, ndugu zetu ambao walikuwa Israel na walikuwa 42, lakini sita wameshukia Zanzibar, na hapa, kama mnavyoona, wako 35 wamekuja, mnaona wako na watoto. Lakini yote hayo, safari nzima imegharamiwa na, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama maelekezo yalivyotoka kwa mheshimiwa, yaliyotolewa na mheshimiwa rais. Na kesho tunategemea vilevile kupokea wengine ambao wanatokea Iran kupitia, kupitia, na, na Dubai, ambao watafika asubuhi kuanzia saa mbili. Kwa hiyo nadhani mnaona E, ni namna gani mheshimiwa rais yetu anapopenda watu wake na anapotoa maelekezo yake, na sisi kama wasaidizi wake tunayasimamia. Kwa hiyo uh, kwa mara nyingine na hawa mtawasikia wanashukuru sana, kwa kweli sehemu waliotoka sio salama. Lakini lingine ni kwamba inamaanisha amani amani, stability ni kitu cha maana sana, kwa hiyo tuilinde tu uh, uh, amini, stability yetu kama mheshimiwa rais anavyosema kila wakati. Kwanza kabisa, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama, lakini vilevile vile kwa dhati kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutumia jitihada zake kuweza kuturudisha nyumbani salama. Kama mnavyoona sasa hivi tuna amani na tuna furaha tele, kwa sababu nchi yetu ni ya amani na tulivu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, lakini sambamba na hilo tunashukuru Wizara ya Mambo ya Nje Uh, kwa kushirikiana pia na ofisi zake za ubarozi, ubarozi wa Tanzania nchini, uh, Israeli pamoja na ubarozi wa Tanzania nchini Misri, wametusapoti, wametusaidia sana, wamekuwa wamevumilivu na wana upendo mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo tu, tutakuwa hatutawatendea haki kama tusipowapa shukurani yao, lakini sisi kama wanafunzi, uh, kikubwa tu kwa sababu tumeshajionea tayari hizi taharuki zinazotokea tunatoa ombi tu kwa wananchi kwamba tuendelee kudumisha amani. Amani ndio kila kitu, kwa sababu kukiwa na machafuko, kukiwa na migongano, kukiwa na vurugu, hamna chochote kile kinachoendelea katika maisha. Tumeona kwamba tulivyokuwa tunaendelea, tulivyokuwa huko, hapakuwa na shule, hapakuwa na huduma muhimu za kijamii zilizokuwa zinafanyika, hamna lolote. Yani kila mtu alikuwa stranded, mabomu yanapigwa huku na huku, usiku na mchana. Kwa hiyo hakuna maisha yaliyokuwa yanaendelea zaidi ya kujificha. Sasa hata shughuli za kiuchumi zinakuwa ziende kwa hiyo, labda tu kwamba nitoe aa, kama wasaa kwa vijana wenzangu kwamba tuhakikishe kwamba tunalinda amani yetu kwa dhati, na hizi vuruguvurugu chokochoko hizi zilizopo tuhakikishe kwamba tunaziepuka kwa hali na mali, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na amani tulivu na tuna endelea kukuza uchumi wetu wa nchi. Naitwa Neema Dashina, mimi ni daktari, ni mwanafunzi wa Master of public health, Hebrew University of Jerusalem, nchini Israeli. Ninamshukuru sana Mungu kwa niaba Tanzania zangu, tunamshukuru sana Mungu kwamba tumerudi salama. Imekuwa ni in safari ndefu ya siku tatu, lakini pia tunashukuru sana serikali, na zaidi tunamshukuru Mama yetu Samia Suluhu Hassan, ametuwezesha mpaka tumefika salama. Hali ilikuwa ngumu kwa sababu ya mabomu yalikuwa ni yana nguvu uh, lakini tulikuwa tunafata maelekezo ya, ya Uh, nini jeshi lilikuwa natumia maelekezo kila mara kwamba tuingie kusema kujificha. Uh, lakini balozi pia imekuwa na sisi bega kwa bega, wamekuwa kituma akituma messages kila mara kutujulia hali, kutujua endeleaje, na mchakato wa kuja Tanzania ulianza mara moja. Kwa hiyo tulikuwa tuna amani kwamba tutafika salama, kwa sababu nchi yetu serikali yetu inatuangalia kwa karibu sana.